Kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro hata ndugu waandishi wa habari, nianze kwa kumshukuru Mungu, Mungu wa rehema ambaye leo ametuwezesha kukutana kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, na niliwaahidi kwamba tutakutana kabla ya uchaguzi. Niwashukuru sana kwa taarifa nzuri ambayo mmeitoa kwa wananchi tulipokutana kwenye ofisi yangu wananchi wengi wameelewa e, wengi wamesikia, lakini kuna wengine hawajaelewa wakatoa mawazo yao na kuku, mtu kutoa mawazo ni jambo tu ni jambo jema ambalo e, mimi wala sina shida nalo, nalikubali. Hasa ndugu waandishi wa habari, nimewaita ili e, kutoa hii statement ya mkoa kwamba kesho tarehe 29 mwezi wa kumi Watanzania wa mkoa wa Kilimanjaro wanakwenda kupiga kura kwenye vituo takribani elfu tatu na sabini na nne ambavyo viko kwenye mkoa wetu. Sasa yako maneno mengi ya kwenye mitandao na wengine wanapita kwenye maeneo mbalimbali. Kila mmoja ana akili zake, mwingine anasema uchaguzi hamna, mwingine anasema tutatoka barabarani, mwingine anasema hivi. Hata mimi nataka niwahakikishie ndugu e, e, wanahabari pamoja na wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kwamba kesho, Mungu akitujalia salama, tukiamka salama wananchi wote wanakwenda kupiga kura za kumchagua rais, kumchagua mbunge na kumchagua diwani. Na hili ni jambo la kikatiba la nchi yetu, kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu, na mimi nashangaa hao ambao wanasema kwamba uchaguzi hauko uchaguzi nini? Vyama kumi na nane vimejitokeza na vimeweka wagombea na kampeni wamefanya na wamepita kila mahali na kila walichokihitaji wamepewa. Kwa hiyo wamezungumza na wanachama wao wamenadi sera zao. Sasa hao wanaojitokeza na maneno maneno, mimi siwajui ni kila nani. Sasa nataka niseme kwamba mkoa umejiandaa vizuri hali ya ulinzi na usalama ya mkoa ni shwari, kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi kesho na baada ya uchaguzi. Hata nataka nitoe rai kwamba mtu yoyote asijaribu, asithubutu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimejipanga vizuri, jeshi la polisi Kamanda wa polisi wa mkoa yuko hapa, limejipanga vizuri kuhakikisha Watanzania wa Kilimanjaro wanakwenda kupiga kura bila kubuguziwa bila kusumbuliwa bila kunyanyaswa na mtu yoyote. Ndugu zangu wanahabari na wananchi, sisi Watanzania wa Kilimanjaro hatuna mahali pengine pa kwenda, hatuna nchi nyingine. Nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio nchi yetu. Amani na utulivu wa nchi yetu una miaka mingi sana sasa, uliasisiwa na Mwalimu Nyerere, hayati Mwalimu Nyerere uka- akamwachia Mzee Mwinyi, hayati Mzee Mwinyi akamwachia hayati Mzee Mkapa, akamwachia Mzee Kikwete akamwachia hayati mzee Makufuli, na sasa nchi yetu inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu. Na ameshasema na amewahakikishia Watanzania kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki, Watanzania wajitokeze kwenda kupiga kura. Kwa hiyo sisi wasaidizi wake na mimi ndio leo nasema hapa kwamba mkoa wa Kilimanjaro, wananchi wajitokeze wale wote waliojiandikisha kupiga kura wakapige kura. Vituo vinafunguliwa kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa kumi jioni, na ukishapiga kura yako basi urudi nyumbani ukafanya shughuli nyingine, kwa sababu kesho ni siku ya mapumziko. La pili ni waombe wafanyabiashara wote, wafanyabiashara wa masokoni mamalishe babalishe waendesha boda boda waendesha bajaji wenye mabasi makubwa wenye mabasi madogo na wenye maduka, na waomba wafungue maduka yao, mwa, masokoni wafanye shughuli zao, mabasi yaendelee kusafirisha abiria na abiria hao, ukiwa na safari yako ukapige kura yako kwanza, halafu ndio ukapande basi uende kwenye shughuli. Zah. Kina mama lishe baba lishe na kina mama ambao wako sokoni waendelea kufanya biashara zao mara baada ya kwenda kupiga kura, na nimesema ni saa moja mpaka saa kumi. Kwa hiyo wanaweza wakajipanga ni jinsi gani kuacha biashara hiyo au kumwachia mtu mwingine kwenda kupiga kupiga kura, wasifunge maduka. Na wahakikishia hali ya ulinzi na usalama imeimarishwa kwenye mkoa wa Kilimanjaro. Na hatutaki mtu anyanyaswe, narudia tena sasa wale watu ambao wenye shari, mimi nasema wenye shari. Sisi tunatafuta watu wenye heri. Sasa kama wao wana shari, itakalowakuta wasimlaumu mkuu wa mkoa, wasilaumu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wasilaumu. Na kila sehemu ya barabara unapokwenda kwenye kituo cha kupiga kura, itakuwa nyeupe, inapitika, na hakuna hata mtu ambaye atakaa barabarani kuzuia watu kwenda kupiga kura. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, naomba tukapige kura, tujitokeze. Tumejiandikisha wananchi milioni moja laki moja na hamsini na saba kwenye mkoa wetu hapa katikati hapa najua, e, kuna wengine Mungu amewachukua e, kuna wengine watakuwa nje ya mkoa, nje ya nchi e, lakini watakaobaki tukapige kura, hiyo ni haki yetu ya kikatiba. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ninapenda kuhakikishia wananchi na wageni watakaokuwa mkoa wa Kilimanjaro kuwa hali ya usalama ni shwari sana na hakuna tishio lolote la kiusalama naweza kufanya shughuli za kupiga kura lisifanyike kwa amani. Pia wananchi niwahakikishia amani na usalama wa kutosha siku ya kesho tarehe 29 Oktoba 2025. Hivyo jitokeze kwa wingi kama mlivyojiandikisha kwenda kupiga kura bila hofu yoyote. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linawahakikishia limejipanga vizuri sana kumdhibiti yeyote yule kwa mujibu wa sheria atakayejitokeza ama kwa makusudi au nia ovu kuvunja sheria za nchi ili kuhatarisha amani ya mkoa kwa kisingizio chochote kile, kabla, wakati na baada ya kupiga kura. Atakayedhubutu kuvunja sheria asilaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi, kwani elimu imekwisha tolewa kwa muda mrefu. Sasa ni jukumu la kwenda kuitendea haki siku ya kesho, tarehe 29 Oktoba 2025. Asanteni sana. Tuko hapa ofisi ya mkuu mkoa ambaye ni mratibu wa uchaguzi wa mkoa wa Kilimanjaro, na niko ofisi ya mkuu mkoa wa Kilimanjaro. Tumekutanika hapa kama ambavyo mkuu mkoa ameeleza kama sema uratibishaji wa uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ni watu na watu, miongoni mwa kiongozi mkuu wa watu hapa mkoani ni, ni mkuu wa mkoa pamoja na msaidizi wake katibu tawala wa mkoa, kama ambapo ametoa wito kwa Wanakilimanjaro kwenda kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utakaofanyika tarehe 29 nchi nzima basi tunawaomba sasa wana Kilimanjaro ambao wamekadiriwa kuwa milioni moja, laki moja, hamsini na tatu, mia tano, thelathini na moja kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura. Mkuu wa mkoa ambaye ni mwenye kiti wa usalama wa mkoa akiambatana na katibu ambaye ni katibu tawala wa mkoa na kamanda wa polisi wa mkoa wamethibitisha, na nyinyi mmesikia kwamba hakuna mtu yoyote wa kuacha kwenda kupiga kura kwa sababu ya hofu yoyote. Hakuna hofu na vituo vyetu vya kupigia kura ni elfu tatu na sabini na nne na hivi vituo vimepangwa na tume vime huru wa taifa ya uchaguzi, vimetawanyika katika kata zetu zote 169. Lengo ni kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayekaa muda mrefu kituoni ili ashindwe kupiga kura. Kwa hiyo hata ambaye ana shughuli yake ya kibiashara kama ambavyo imesemwa na mkuu wa mkoa, anayetaka hata kusafirisha watu, bodaboda, watu wa hiace hata yule ambaye bado wanaona ni siku ya mapumziko, lakini anataka shughuli zake kama shamba, ni kwenda kupiga kura, kwa sababu tume imeweka utaratibu mzuri. Vituo ni vingi, na wataalamu wa kwenda kufanya kazi hiyo, kwa maana wahudumu kule, wasimamizi wa vituo, makarani wako kule, wamefundishwa namna ya kumsaidia kila mtu, awe mlemavu, awe mgonjwa, awe mja mzito, hata mwenye haraka nyingine, atapokelewa na kupewa msaada ili asipoteze haki yake ya kupiga kura na vituo vitafunguliwa saa moja asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni. Mm -hmm. Huu ni muda mrefu ambao kila mmoja anaweza akajipangia nafasi yake ya kwenda kupiga kura. Na sambamba na wale wapiga kura ambao nimewataja Tume Huru wa Taifa ya Uchaguzi mwaka huu ilitoa fursa kwa Watanzania ambao wamehamia mikoa mingine au wilaya zingine ambao wanaamini kwamba kura haitawakuta katika maeneo yao wale walipewa nafasi ya kuomba kupiga kura hasa kura ya rais. Wale nao tunawaomba watoke katika vituo waende wakapige kura, wamchague rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wabunge na madiwani watawaachia wale ambao wamejiandikisha katika daftari. Kwa mkoa wa Kilimanjaro, na sisi tuna majimbo tisa, lakini katika uchaguzi huu tutakuwa na majimbo nane, sababu jimbo moja la Siha mgombea mmoja wa chama cha wananchi kafu walifariki, na kwa mujibu wa taratibu za tume, basi uchaguzi unaahirishwa ili chama hicho kipewa haki nyingine ya kuchagua mgombea mwingine. Na katika kata hizo 169 eh, tutafanya uchaguzi katika kata 168. Kama ilivyokuwa kule Siha, basi tumepata pia shida ya mwenzetu mmoja aliyekuwa mgombea katika halmashauri ya Wilaya ya Moshi jimbo la Vunjo, alifariki dunia, anapo uchaguzi imebidi uahirishwe. Kwa hiyo tuna uchaguzi wa rais huo ni kwa watu wote, wabunge katika majimbo yetu nane kwa mkoa wa Kilimanjaro na kata 168 na kwa madiwani. Basi tuwaombe sasa, kama alivyosema mkuu wa mkoa, mufikishe ujumbe huu, na usalama umethibitishwa, umehakikishwa, na nyewe wenyewe ni mashahidi, mnapita huko na huko wa Tanzania wa Kilimanjaro. Kama alivyokwisha kusema, mkoa mkoa umetulia, kuna amani, hakuna tadalili yote kuja wakati ya masaa haya na usiku wa leo una muda wa kutosha kuhabarisha wananchi wale kushiriki uchaguzi.